Karibu kwenye platform hii ambayo inaitwa Kidume, platform maalum kabisa kwa ajili ya kufanikisha kufanya wewe mwanaume kuwa kidume. sasa hivi uh, kumekuwa na wimbi kubwa sana la vijana wengi kuwa na tatizo la nguvu za kiume, tatizo ambalo linaathiri sana sana mfumo wa kisaikolojia, sababu unapokuwa na hilo tatizo ni fedheha kwako wewe lakini pia hata kwa wao watu ambao unakutana nao, labda wapenzi wako au mpenzi wako, inakuwa shida kidogo. Kwa hiyo imekuja platform hii ya Kidume, maalum kwa ajili ya kutoa tips mbalimbali, madarasa mbalimbali, nini cha kufanya, nini chakula, nini uishi, namna gani uishi, ili uweze kuwa katika njia sahihi ya kuweza kuwa kidume wa kidume maana yake ni kuwa mwanaume haswa mwanaume ambaye una uwezo wa kuperform tendo la ndoa vizuri, uh, au tuseme ngon au sex kwa jina lingine. kwa hiyo, hii ni platform muhimu sana sana sana kwa mwanaume lakini pia hata kwa mwanamke ambaye anaweza akawa anamwelekeza pia uh, mwenza wake wa kiume. Kwa hiyo nikukaribishe na tunajua kabisa kwamba labda nikwambie kama ufahamu tatizo la nguvu za kiume linatokana na mtindo wa maisha, mtindo wa maisha, kwa maana ya kwamba unaishi vipi, unakula nini. Chakula kina mchango mkubwa sana kwenye kufanikisha. Kuwa mwanaume kuwa kidume hasa ni kujua tu unakula kitu gani, unaishi vipi. Lifestyle yako wewe ikoje? Kwa kama una lifestyle ambayo inaharibu, ina, ina, ina, ina, ina kabisa mfumo um, mzima wa uzazi maana yake ni kwamba itakupelekea ita, ita wewe kushindwa kuweza kuwa kiume, yani kushindwa kuperform tendo la ndoa vizuri. Kwa hiyo platform hii ipo kwa ajili ya kuhakikishia kwamba una uwezo wa kuwa kidume, una uwezo wa kushiriki tendo la ndoa vizuri, ukaridhika wewe, lakini vilevile ukamridhisha na mwenza wako. Kwa hiyo tunakuwa tuna share tips mbalimbali, tunaelekezana vitu ambavyo tunafahamu kwa experience ambayo tume Uh, tumeipitia na kwa vitu ambavyo tunaona na vinaweza vikakusaidia. Kwa hiyo, nikukaribishi katika platform hii uh, hapa YouTube ambayo itakuwa ikukuletea madarasa haya uh, na wewe ukawa una faidi elimu hii ya bure kabisa kupitia hapa YouTube. Ni bando lako tu kuweza kuangalia YouTube uh, ukaingia na kuweza kufaidia madarasa haya. So kama hauja subscribe hii channel, hapo chini angalia subscribe ili uwe wa kwanza kuwa unapokea taarifa ama uh, tips mbalimbali, madarasa mbalimbali, namna gani uweze kuishi ili ikufanye wewe kuwa kidume. Lakini vilevile unaweza ukatufuatilia kwenye uh, platform za mitandao ya kijamii. Instagram tupo kama Kidume Tanzania pamoja na TikTok, Kidume Tanzania. Endelea kutufuatilia na karibu tujiunge katika safari hii ya kuwa